cha Kwale ambacho ni miongoni mwa vile vilivyokodishwa na kututumia taarifa ifuatayo.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 Nilipowatembelea, karibu wakazi mia mbili wanaofanya shughuli zao hapa, wanasema uamuzi huo wa serikali kwa kisiwa cha Kwale haukubaliki.